Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ulimwengu wa sasa, kuonekana mwanaume akiwa anakuna nazi, mara nyingi huwa ni maswali mazito sana, watu huwa wanajiuliza. Mimi nikaona kuna haja ya kuwaambia watu, si kwa maneno tu <laughs> bali kwa vitendo. Yaani unafanya kila mtu awe anashuhudia, anaona kile unachokifanya, na anazingatia kwamba, ala, kumbe hii sio haramu na sio wanamke. Kuna kazi za jinsi E, na jinsia ni vitu tofauti. Watu huchanganya baina ya jinsi na jinsia. Jinsi na jinsia ni somo. Kwa mfano kupika, kupika ni jambo la jinsi, sio la kijinsia, kwa vile kupika anaweza kupika mwanaume na akapika mwanamke, lakini kunyonyesha ni jambo la kijinsia. Ananyonyesha mwanamke tu, mwanaume hawezi kunyonyesha. Umeona eh? Kwa hivyo mambo kama haya hayaharibu tamaduni tuna mambo ya kujifunza sana. Hata mtume wetu sallallahu alaihi wasallam asema khairukum, khairukum li ahli, mbora wenu ni yule mbora uko nyumbani kwake, kwa wakezi huko mtupo kwa mke wake, anakuwa bora. Basi anaweza kuwa bora pia kwa watu wengine. Hawezi kuwa bora kama si bora nyumbani kwake.